promotion zilizotendeka hapo wiki zilizopita, tunaomba wale waliobakia pia wao wapewe hizo promotion. Tunaomba wale kutoka yule mdongo mwenye mdogo kabisa, mwenye anafagia, mwenye anajumuika anasaidia hawa nurses, mwenye anasaidia hawa clinical officers, mwenye yako kwa radiographer, hao wote wapiga picha, tunaomba wasi, pia wao wasiachwe nyuma, kwa sababu sote lengo letu ni moja tu wafanyikazi ama watu wa citizen of Kwale wapate huduma zinazofaa, na kama hatutapata haya malengo huduma, basi zinataabika na wao wanaumia zaidi kuliko vile tuna, tungependa yafanyike ya. Unapofanya kazi pasipo kupata promotions, utapata kwamba unakuwa na udhaifu katika kufanya ile kazi, hauko motivated So tungeomba aweze kutuzingatia upande huo, aweze kumotive, aweze kutupatia promotions, ambao wakipiana proshe, promotion, kusikue na utenganisho, yani kusikue na kubagua kuanzia wa, wale wa kufagia, kuna wale wanaandika vitabu health workers. Ukitoka kwa health workers, kuna hao lab technologist, kuna orthopedic au watu wa traumas wanafanya mambo na mifupa, na pia kuna watu ambao wanani wanapiga picha nutritions ambao wana deal na mambo na malishe bora, au watu wamebaguliwa. So tungeomba at least msaidi gavana anapofanya jambo kama hilo, aweze kuzingatia anga, watu waende kwa pamoja wote. Tunaona hizi promotions, kuna wengine ambao wamekaa wame kwa muda mrefu, uh, wengine hata zaidi ya miaka sita, unaona um, hawajapata hizi promotions uh, na wakati zinapotokea basi kuna wengine wanasaulika, wana So ndio maana leo tuko hapa. Letu niombi tu kwa, kwa mama yetu uh, mstahiki uh, governor, tuko hapa kwa kunyenyekea uh, na kwa ukarimu kumwomba aweze ku kutukonsida pia sisi. Hii grupu nayona hapa inaitwa kama other cadres, lakini mimi singependa kuita hivyo kwa sababu kila mmoja ako na sehemu yake ambayo anachangia katika ile huduma ambayo, na, ambayo tunasema ni bora ambayo mgonjwa anafaa kupata.